wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna al-abda la yakdhibu hatta yuktaba inda allahi kadhaba. Mtume sala llahu alaihi wa sallam anasema kwa hakika ukweli unaongoza mja kuelekea katika mambo mema na yale mambo mema yanamwongoza mtu kumpeleka katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, na hakika mja hatakuwa ni mwenye kusema ukweli daima mpaka ataandikwa mbele za Allah kuwa ni mkweli na kwa hakika uongo unamwongoza mja katika mane mambo machafu na maovu, na yale mambo machafu na maovu yanampelekea mtu katika moto, na mja hato kuwa ni mwenye kudumu kusema uongo mpaka ataandikwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni muongo. Ayuhannasu ibada Allah, bali mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameelezea miongoni mwa yale yatakayowapelekea waja wengi katika moto wa Allah ni kutumia ndimi zao vibaya, na miongoni mwa matumizi mabaya ya neema ya ulimi na kuongea ni kusambaza na kuzungumza uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia Muadh, kufa anka hadha, jikinge na ulimi, jikinge na hiki, na akamwishiria katika ulimi. Muadhi akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna la lamuakhadhuna bima natakallamu bihi ya rasulullah ya Rasulullah, kwani sisi tunapatilizwa na Allah kwa yale tunayoyasema? qala hakilatka ummuka ya muad. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, akukose mama yako e ya muad. Wa hal yakuku nafa ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim, na je kuna ambacho kitawatia watu kwenye moto kwa kusukumwa kwa kuburuzwa na nyuso zao isipokuwa machumo ya ndimi zao. Ayuhannas ibad Allah, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokwenda katika safari ya isra na miiraj, alionyeshwa miongoni mwa yale aliyoyaonyeshwa, alionyeshwa mtu ambaye mikono yake imefungwa katika kisogo chake na miguu yake katika kisogo chake, na ana amesalitishiwa na aina mbalimbali mbali za adhabu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza, alikuwa na kosa gani mtu huyu? Akaambiwa, yakdhibul kadhiba tatablughul afaq. Huyu ni mtu ambaye alikuwa akisema uongo, uongo ule unasambaa katika pande mbali mbali za dunia. Ayu hannasu ibadallah, hadithi hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam na aya za Qurani zinatutaka tuwe wa kweli na tujitahadhari na sifa ya uongo tujitahadhari na sifa ya uongo, kwa sababu uongo ni sifa mbaya ambayo hata wale makafiri wa kikureishi wale wakale walikuwa hawapendi kusifika na sifa ya uongo. Abu Sufyan alipokuwa amekutana na Hiraqlu akamuuliza, na mda huo Abu Sufyan bado hajasilimu anamchukia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaulizwa na Hiratu, huyu mtume anakuamrisheni nini analingania kwenye jambo gani, ni watu gani wamemfuata. Akamwambia ule ukweli. Abu Sufiani asema lau kama mimi sikuogopea kwamba nitanukuliwa kwangu mimi uongo na watu watajua ni mwongo, basi mimi ningekuwa pale nimsingizie na nimsemee uongo Mtume. Sallallahu alayhi wasallam, la yakdhibul mar'u illa min mahanatihi au filihi sui au min qillati ladabi, wanasema hasemi uongo mtu isipokuwa kwa sababu ya udhalili wake na tabia mbaya. Au filihi sui, au ni kwa sababu ya vitendo vyake vibaya, ndio maana anasema uongo. Au min qillati ladabi, au ni kwa sababu ya uchache wa adabu, utovu wa adabu, ndio unaopelekea mtu akawa muongo. la badu jifati kalbin

kuliko uongo wa mtu anaosema fi jiddin wa fi laibi, katika hali ya kuwa serious na katika hali ya mzaha. Ayuhanas ibadallah, ittaqul kadhib, uepukeni uongo kwa sababu ni njia miongoni mwa njia za watu wa motoni. Ayuhanas ibadallah, kilichonipelekea kuzungumza maudhui hii katika wakati huu ambayo tumeumaliza mwezi wa Ramadhani katika siku chache zilizopita ni yale yanayosambazwa na baadhi ya mashekhe wa kishia na baadhi ya mashekhe wa kisufi kutaka kuleta ushawishi, u, u, ushawishi wa uongo kwa baadhi ya Waislamu ambao waliwahi kufungua kwa sababu ya mwezi ulioandama katika baadhi ya mataifa ya Kiislamu na baadhi ya mataifa yasiyokuwa ya, ya Kiislamu. Wakasambaza baadhi ya mashekhe miongoni mwa Mashia na miongoni mwa Masufi, wakasambaza kwamba taarifa zilizotolewa katika baadhi ya nchi za Kiislamu ni taarifa za uongo. Kwa maana hiyo basi, zile nchi zimejikalifisha zitoe fidia kuwalipia watu wote ambao walifungua siku ile ya Jumapili. Ayu, ayuhannasu ibadallah, huu ni uongo wa waziwazi. Yale aliyoyasema yule shekhe mmoja kule Zanzibar ni uongo wa waziwazi kwamba wale watu wamedai wameona mwezi lakini ni uongo akasema, yule Abdallah al-Khudairi ndio peke yake ameuona mwezi katika sehemu inaitwa Tumairi la Abdallah al-Khudairi. Akasema ana miaka takriban karibia sabini, lakini Abdallah al-Khudairi ni mtu mwenye miaka hamsini na sita lakini yeye alikuwa Sudairi, hakuwa Tumairi. Na waliouona mwezi katika eneo lile la Sudairi ni watu tisa. Sasa huu ni uongo wa waziwazi. La yakdhibu lmaru illa min mahanatihi au fiilihi lsui au min killati ladabi, mtu hawezi kusema uongo isipokuwa kwa sababu ya tabia mbaya au vitendo vibaya au adabu mbovu. Labadhu jifati lkalbi khairu raihatin min kadhibati lmari fi fi jiddin wa fi laibi, baadhi ya mizoga ya mambwa ina harufu nzuri ukilinganisha na uongo anausema mtu katika hali ya kuwa serious au kuwa katika hali ya utani. Ayuhanas ibadallah. Maelezo ya yule shekhe ambaye ni mashuhuri akiwa anatoka kuswali salatul idi ambayo yeye aliswali siku ya Jumatatu, akawataka vijana wa Kiislamu walipe siku moja ni maneno na maelezo ya uongo. Kwanza, huyo anayedai ana miaka karibia sabini ana miaka hamsini na sita na anadai kwamba ameona peke yake, tena huko Tumairi. Hakuona peke yake, waliona watu tisa waliuonea mwezi Sudairi, sio Tumairi. Lakini kadhalika kusema kwake kwamba wameuona mwezi saa kumi na mbili na dakika kumi na mbili na jua limezama saa kumi na mbili na dakika kumi na moja ni hali ambayo haiwezekani kikawaida kuuona mwezi katika wakati huo, ni uongo. Mwezi waliuona saa kumi na mbili na dakika kumi na sita. Watu, ndugu zetu wameshaingizwa pabaya sana, pabaya sana kwa kweli. Nikasikitika sana, nikasikitika sana, na nimehuzunika sana, kwa sababu nina uhakika kwa so sababu mimi nilikuwa ninafuatilia mpaka yeah. wale ambao waliokuwa wanautizama ule mwezi alafu yeah. wanatoa taarifa za uongo pale yeah. mimi nilikuwa ninawafuatilia yeah. na kama kuna clip mtu atamtizama yule kijana wa Kiarabu pale yule Eh, kijana wa Kiarabu pale alivyokuwa akizungumza, anaitwa Mutibu yule, ambaye <tipanya> alikuwa mmoja, alikuwa kwa eneo la Sudair <tipanya> na mmoja alikuwa kwa eneo la Tumeir. Tumeir al Abdullah al-Khudairi, Abdullah <tipanya> al-Khudairi ni mtu mzima na karibia miaka sabini, lakini anatoa taarifa za uongo kabisa, anatoa taarifa kweli. Inasikitisha sana, inasikitisha yani. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ajalia pa metanda wingu, kwa maana ya kutanda wingu, lakini bado anasema pale pana umwanya kidogo. Ule pale ule pale ule pale uko wapi? Yule mwenzio anatizama le Mutibu anasema sasa hivi saa 12 na dakika 12, na dakika, sasa uthnashar dakika, wakati jua limezama na dakika 11 na sasa hii 12, yani dakika moja imekutosha wewe kuona mwezi? Yani ni maneno ya uongo kabisa, inasikitisha yani. alafu msikitiko mkubwa kwa ndugu zetu wa Waislamu hawafatilii, wanadhania watu wameuona mwezi. Hawana, wanafata mataifa wao. Yaani sharti ni uonekano mwezi, hakuna mwezi Yaani tumesema sisi toka mwanzo kuwa mwezi hakuna, lakini hawa jamaa watalazimisha. Lakini kadhalika kile alichokisambaza yule ambaye anajinasibisha na usufi hali ya kuwa ni mshia, Khalifa Khamis anaitwa hivyo, ambaye akadai kwamba mwezi uliotangazwa na wale ambao walifungua siku ya Jumapili ni, ni mwezi ambao si sahihi na wanatakikana walipe. Bali yale mataifa ambayo yalitangaza baadhi yake yametoa gharama mabilioni ya dola kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya fidia za watu ambao wamefungua siku ile ya kwanza, kwa sababu taarifa zilikuwa si za kweli. Ni maneno ya uongo kifikhi na kiakili, kwa sababu kama ugomvi wenu ni nchi ya Saudia, waliutangaza mwezi kabla ya Saudia miji ya Qatar. Qatar jua limezama saa kumi na moja dakika hamsini na moja jioni na wao wametangaza mwezi rasmi kabla ya mamlaka la Arabia Saudia, ambapo jua limezama saa kumi na mbili na dakika kumi na moja jioni. Wale walitangaza kabla ya hawa. Kwa nini mmemwandama ndama huyu? Au kwa sababu ya kushikamana kwake na tauhidi, kwa sababu ya kushikamana kwake na Sunna la huu? Haifai kuzusha uongo kwa ajili ya kuwatia Waislamu katika hali ya mashaka na ibada zao. Wenye Saudi Arabia ililazimika kuwalipia Waislamu fidia. Yani kutoa kafara kutokana na kuwasababishia kufungua ndani ya mwezi wa Ramadhani katika siku ambayo si sahihi kufungua. Annas ibada Allah, la yakdhibu almar'u illa min mahanatihi, hawezi kusema mtu uongo isipokuwa kwa sababu ya tabia <coughs> mbaya au fi'lihi su'i au min qillati al-adabi, au kwa sababu ya vitendo vibaya au adabu mbovu. La ba'dhu jifati kalbin khairu raihatin, baadhi ya mizoga ya mambwa ina harufu nzuri sana min kadhibi kadhibati al-mar'i fi jiddin wa fi la'ibin, kuliko uongo wanausema mtu katika hali ya kuwa ni yuko serious au katika hali ya kufanya utani. Ayuhan nas ibadallah, ajma'a al-ulama rahmatullahi taala alayhim, tukienda na akili za hawa watu kwamba yalikuwa makosa, ingawa si makosa, waliofungua wamepatia na mwezi uliandama. Zaidi ya nchi kumi duniani zilizotangaza mwezi kwamba umeandama na umeuona kwa macho, ukiachilia ma ukiachilia mbali hiyo nchi moja wanaoiandama wao kwamba haikuona mwezi. Sasa ziko hizi nyingine ambazo ni zaidi ya kumi, nazo zimetangaza, mbona hazisemwi? na miongoni mwa hizo nchi zilizoona mwezi zakatangaza rasmi ni nchi ya Uturuki, ambapo ndipo usufi unapozaliwa. Kwa hiyo kama shida ya Suudia ni mawahabi, pana Uturuki, masufi nao wametangaza mwezi Jumapili, wakafungua Jumamosi jioni, wakafungua kalaidi kitaifa Jumapili. Vipi hawa nao? Lakini hebu tuende kwenye suala la kifikihi. Ajma al-ulama rahmatullahi taala alaihim ajmain wamekubaliana wanazuoni wote wa Kiislamu uwaju wao wewe toka zamani mpaka sasa na mpaka kiyama, kwa sababu ijmaa haivunjwi. Ikipatikana ijmaa haiwezi kuvunjwa katika zama zozote, kwamba mtu ikitokea amefungua kwa sababu ya taarifa zilizomfikia kwamba mwezi umeandama, kisha baadaye taarifa zile zikamthibitikia kwamba ni za kweli, ni za makosa, mtu huyo halipi kibaba, bali anailipa ile siku moja aliyofungua. Hili ni jambo ajmaa al-ulamaa. Ni nani mwanachuoni aliyekwenda kinyume na hilo? Sasa yanatokea wapi maneno ya wale ambao wanasema kwamba kuna serikali imejitolea mabilioni ya dola kwa ajili ya kulipia kulipia fidia watu ambao walifungua kwa taarifa ambazo sio rasmi. Ni kwa fatua ipi ya mwanachuoni gani? min kadimi zamani ila yaumi na hadha, toka zamani mpaka leo. Ni kwa fatua ya mwanachuoni gani huyo aliyewahi kusema kwamba mtu akifungua kimakosa halipi ile siku badala yake anatoa kibaba? Nani aliyesema hivyo?